Kidumu Chama Cha Mapinduzi! Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na wananchi na wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, tunalo la kujivunia kwa Dkt. Samia Hassan Suluhu, tunayo ya kujivunia kwa chama chetu cha Mapinduzi, tunayo ya kujivunia kwa chama, kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii ndio sababu ya msingi na dhamira inayotusukuma kwenu sisi kuja kuwaomba kura na kuyaongea mazuri yaliyofanyika, lakini na kuongea mikakati ya kazi ambayo inakwenda kufanyika. Niwaombe ndugu zangu wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, tunalo sababu ya msingi ya dhati na dhamira itusukume tarehe 29 twende tukamchague Dkt. Samia Hassan Suluhu, kwa sababu ndani ya ilani hii ilani ya Chama Cha Mapinduzi ilani ya uchaguzi 25 na na mbili yameelezwa yote, hata haya ambayo huwa mnayajadili kwa kinyume nyume yameelezwa yote. Mheshimiwa Rais ameeleza ukamilishaji wa kuweka umeme kwenye vitongoji. Hatuna sababu nyingine ya kumnyima kura Dr. Samia Hassan Suluhu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Hassan Suluhu ameeleza utekelezaji wa miradi ya maji kumtua mama ndo kichwani, ameeleza humu na tayari visima vimekwisha chimbwa, tatizo letu sisi watu wa Bukoli, watu wa Ihega, na maeneo mbalimbali mbali. Tunabeza kwa sababu ni mwanamke hayuko pale. Kwa sababu ni mwanamke yuko pale, kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko pale kusimamia, na ndio mwenyekiti wa maendeleo Tanzania nzima nzimaimy Wale wote wanaobeza tuwaone kama ugonjwa wa ukoma. Mheshimiwa Rais ameleta milioni 500 katika sekta ya afya, na jengo tunaloliona pale, hayuko mwananchi hata mmoja aliyechangishwa hata shilingi moja, kuanzia msingi, boma na leo jengo linafanyiwa finishing, jengo ambalo mlikuwa mnasema haliwezi kuisha na wengine walizusha propaganda ambazo limekwisha na fedha zinaendelea kumiminika. Hiyo ni kazi ya Dr Samia Hasan Suluhu, lakini nataka niwambie, tulikuwa tuna sekondari moja, leo tunayo sekondari ya pili. Ni kazi ya Dr Samia na watoto wako pale, na ni kidato cha tatu kiko pale. Mwakani tunakwenda kupata form four na watafanya pale mtihani, na, na shule imesajiliwa. Lakini tulikuwa na shule za msingi Leo hii tuna shule tisa za msingi, shule moja ya kanisa na shule nne za serikali, na zote zina majengo ya kisasa. Tulikuwa hatuna maabara katika sekondari yetu, lakini Dkt. Samia ameleta zaidi ya milioni mia tatu kwenye jengo la maabara na maabara imekamilika. CCM oye! Hatuna sababu za msingi za kutokujitokeza tarehe ishirini na tisa kwenda kumpigia kura Dr. Samia. Lakini ndugu zangu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi, tumekuja mbele yenu kunadi sera kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Ilani hii ukurasa wa sitini na mbili umeelezea na Mheshimiwa Rais juzi kwenye mkutano wake ameeleza pamoja na mawaziri wake, vitajengwa viwanda vya kukamua elizeti ndani ya Bukoli, kataja mwenyewe Bukoli lakini ametaja tutagawa mbegu za alizeti bure kwa ajili ya kuinua kilimo cha alizeti, ili kiwanda kitakachojengwa kikute tayari wakulima wanayo mazao ya alizeti. CCM oyee!